Kichawi ramashetere basende reketere mashandarabosia mantorobosianta mandoroboshandarabosia reketere mashendere basira usingizi wa kichawi, usingizi wa kichawi, usingizi wa kichawi, tunakataa usingizi wa kichawi endelea kuvunja usingizi wa kichawi. Watanzania wengi wamewekewa usingizi wa kichawi oh, usingizi wa kichawi ambao umewalaza watu ambao umewalaza watu usingizi wa kichawi ramashetelemantelebolia lepachayakatolemante zopari katoremande zopateana na masiata jakatoramasete usingizi wa kichawi usingizi wa kichawi usingizi wa kichawi

usingizi wa kichawi usingizi wa kichawi

rekeseketeremosia usingizi wa kichawi usingizi wa kichawi ramasheteremande rekesete makaramashe endelea kukemea, shughulikia usingizi wa kichawi usingizi wa kichawi usingizi wa kichawi lepaya nananduza barabaya mantoroboza lepatila nananduzia jeremande rebara masira ramashira makateana katika jina la Yesu usingizi wa kichawi upate kuachia sasa usingizi wa kichawi

Usingizi wa kichawi usingizi wa kichawi uondoke kwenye taifa hili. Usingizi wa kichawi uondoke kwenye Afrika hii. lepatola boshete le mashambulia usingizi wa kichawi kwenye nchi hii katika jina la Yesu.

O kata mashendere bosia usingizi wa kichawi katika nchi hii katika taifa hili katika Afrika hii mahali popote pale ulipo ulimwenguni, tunaenda kinyume kabisa na usingizi wa kichawi juu ya watu wa Mungu shambulia shambulia mandoropo sakarabasira reketere masanda mapando yaliyopandwa katika jina la Yesu tunaenda kinyume kabisa na usingizi wa kichawi na usingizi wa kichawi ropo sakaramashenderebosia rapa

upate kuondoka sasa, upate kuondoka sasa, katika jina la Yesu, juu ya taifa hili, juu ya watu wa mungu hawa, mahali popote pale walipo, katika jina la Yesu. Arama sana ropo sana, endelea kuomba, kataa usingizi wa kichawi, kataa usingizi wa kichawi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, usingizi wa kichawi, usingizi wa kichawi umeondoka kwenye maisha yako kwanzia leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usingizi wa kichawi umeondoka kwako kwanzia leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. We usingizi wa kichawi umeondoka sasa kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, wewe usingizi wa kichawi umeondoka sasa. Natangaza nuru ya uso wa Mungu kwenye maisha yako na kwenye macho yako. Nuru ya uso wa Mungu, nuru ya uso wa Mungu, nuru ya uso wa Mungu, nuru ya uso wa Mungu nuru ya uso wa Mungu ikumulikie sasa katika jina la Yesu Kristo. Nuru ya uso wa Mungu ikumulikie sasa, kwa damu ya Yesu. Nuru ya uso wa Mungu ikumulikie. Omba nuru ya uso wake, omba nuru ya, nuru ya uso wa Mungu, nuru ya uso wa Mungu, nuru ya uso wa Mungu, nuru ya uso wa Mungu kwenye biashara zako, nuru katika macho yako, macho yako yakaone, macho yako yakaone. Usingizi wa kipepo, usingizi wa kichawi huu waharibike sasa. Waliokulaza ili wapande wa magonjwa, waliokulaza ili wapande madeni, waliokulaza ili walete uharibifu kwenye kazi yako, ili waharibu ndoa yako. Tunakataa usingizi wa kichawi, usingizi wa giza, tunakataa kwa jina la Yesu, usingizi wa mang'amung'amu, usingizi wenye ndoto mbaya, shapakataramasetelebaramandia yeketerebaramasea reketerebasanda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huwa usingizi wa kichawi uharibike majira haya, uharibike saa hii. Tunakataa usingizi wa kipepo, usingizi wa kuzidia, usingizi wa kuzimu, tunakataa, tunaharibu leo. shakataramande reketere baramande rekeseketere baramande upasetere mande katika jina la Yesu mandoropo shekete makatara masira. Bwana Yesu, ninaomba ukamwamshe huyu Amke kutoka katika wafu, amka kwa jina la Yesu. Hebu sema naamka, sema naamka, natoka usingizini. Sema naamka, majira yangu hayatanipita. Sema naamka, majira yangu hayatanipita, adui atapanda mabaya kwenye maisha yangu. Sema naamka kutoka usingizini, sema nafufuka kutoka kwa wafu, sema kwa jina la Yesu naamka, naamka kutoka usingizini, nasema naamka, nawaamsha watoto wangu kutoka kwenye usingizi wa kuzimu, naamsha familia yangu, naamsha taifa langu kwa jina la Yesu na waamsha watu wote katika mataifa yote ulimwenguni. Amkeni kwa jina la Yesu Kristo, na waamsha waliolala, na waamsha walioko usingizini raboshetele badabadaba ya kateana dadadaduza rama ramasuta ya badaba sheketeana rakasaka na waamsha. Naamka kutoka kwa wafu, naamka kutoka kwenye usingizi wa mauti, mauti haitanipata. Naamka, sema naamka, tamka tamka tamka. Naamka, natoka usingizini, natoka kwenye madeni, natoka kwenye mabaya yaliyopandwa. Naamka kutoka usingizini sasa katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Hebu ingia kwenye maombi ya shukurani, mwambie Mungu asante. Tumekuwa na wiki ya baraka hapa. Kuna watu Mungu amejibu wa maisha yao yamebadilika. Mshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tumekuwa na wiki hii, ni wiki iliyokuwa na vita kali, lakini umetupigania vita. Tumeona mkono wako, tumeona fadhili zako, tumeona rehema zako. Mimi ninakushukuru pamoja na watoto wako hawa wako walioamka usingizini, wakajua sasa ni majira yao ya kuvuka katika maisha. Wameamka, wamejua ni wakati wao wa kuinuka. Baba ninakushukuru, Baba ninasema ni asante Yesu asante kwa upendo wako Yesu, asante wa kwa fadhili zako Yesu, asante kwa uaminifu wako. Ninakushukuru Mungu, ninakushukuru Bwana, pokea sifa na heshima katika jina la Yesu. Na mtu aliyepokea aseme amen, kwa makofi mengi kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Glory be to Jesus, glory be to Jesus. Hallelujah. Haleluya, makofi mengi tena kwa Bwana. Natamani tumshukuru Mungu kwa sadaka maalum, sadaka maalum kabisa. Tumshukuru Mungu kwa sadaka maalum ya wiki hii, wiki hii imekuwa ni wiki ya tofauti sana. Moja ya wiki ambazo Mungu alinifungia ndani ni wiki hii. Wiki nzima hii Mungu amenifungia ndani bila kwenda popote kuzurura popote kutembea popote kusalimia yoyote Mungu amenifungia ndani kwa ajili ya kuachilia cha Mungu. Lakini ni wiki ambayo ilikuwa na vita ya kichawi kali, lakini Mungu ametupigania. Kuna watu ambao mmekutana na majibu ya maombi yenu. Kuna watu ambao mmekutana na majibu ya maswali yenu. Kuna watu ambao mmekutana na msaada wa Mungu kwenye maisha yenu inatamani tuwe na muda mzuri wa kumshukuru Mungu kwa sadaka kutoka kwenye mioyo ya kupenda kazi hii ya Mungu, lakini mioyo ya kumpenda Mungu zaidi. Ninajua Mungu ameweka ndani yako kumpenda, lakini pia unapoipenda kazi hii inayofanyika ya maombi, unamtolea Mungu dhabihu. Tuombe kwa ajili ya sadaka yako. Sadaka yako ni muhimu katika kuendesha huduma hii, lakini pia sadaka yako inaonyesha imani yako kwa Mungu, na Mungu anayeshuka kila siku kwenye madhabahu hata kusahau hata kusahau. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wiki hii, wiki ambayo si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho wako, asema Bwana wa majeshi. Ni kwa roho wako Mungu ndiye aliyeniwezesha mimi, ndiye aliyemwezesha kila mtu katika nguvu na afya njema, na katika ulinzi, na katika ufahamu. Tenda yote ambayo yalipaswa yatendwe katika wiki hii ya kushughulika na uchawi. Tunajua wachawi walikaa mbali katika wiki hii, wakitarajia kurudi baada ya wiki hii. Nami ninatangaza kila mwenye nia ya kurudisha mashambulizi, kisasi kwa mtoto wa Mungu huyu, kwa sababu ameomba kinyume cha wachawi wiki hii, kisasi hicho kimrudie mara saba Ninatangaza kila silaha itakayofanyika juu ya mtu huyu baada ya maombi ya wiki hii, silaha hiyo haitafanikiwa, na kila ulimi unaoinuka katika mahakama ya mbinguni kumhukumu, nina mhukumu na nina uhukumu huo ulimi ulioinuka na utakaoinuka kinyume chake. Ninakataa malipizi na kisasi cha kuzimu kinyume cha huduma hii na kinyume cha watu wa Mungu kwenye huduma hii na watu wa Mungu wanaofuata na kushiriki baraka za huduma hii katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, ninatangaza baraka juu ya kila mtu katika wiki hii. Yeyote ambaye Bwana umempa kutoa sadaka kwa ajili ya huduma hii, mwingine kuwapati nazi na kutoa mali zake kwa ajili ya kuendesha ibada hizi, kwa ajili ya yale maono makubwa tunayoyaona mbali, Bwana umewainua watu wa kuyawezesha hayo maono, ninaomba Mungu ukawabariki watoto wako hawa Mwingine anasema Mungu nibariki, ili niwe na cha kutoa. Ninaomba usimsahau huyo ambaye ana nia ya kukutolea sana, lakini hajapata cha kukutolea. Huyo naye nia yake uikubali, na moyo wake ukubali, ukambariki Bwana na kumzidisha. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Ninakushukuru, ninakupenda Yesu. Yesu mimi ninakupenda, roho yangu inakupenda Yesu wangu. Yesu mimi ninakupenda, nakushukuru kwa ajili ya wiki hii. I love you Jesus. Thank Thank you, you, you Jesus. Jesus. I I I I glorify your name. I magnify your name. name. You, magnify give give glory. glory. All the glory. I give you glory. Asante Yesu kwa baraka zako. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Basi unaweza ukamshukuru Mungu kwa dhabihu na sadaka yako. Namba ya voda ni namba ya sadaka, unaweza ukatoa kwa njia ya namba hiyo ya voda 0765

Basi unaweza pia ukatoa kwa njia ya CRDB Bank. Namba ya benki ya CRDB ni 01522021617, 01522021617. Mungu wa mbinguni akubariki sana, uamke ufufuke kutoka katika usingizi wa mauti, na Bwana Kristo akuangaze. Karibu sana katika wiki ijayo wiki ya baraka, wiki ijayo ni wiki ya rehema na neema za Bwana. Tunakukaribisha kwenye ibada za siku ya Jumatatu, aki Jumatatu tunapoendelea na wiki ijayo na maombi. Na ikiwa kuna watu wameota ndoto kwenye ibada hii pia hizi ibada za wiki hii kuhusu uchawi, tutumie meseji. Kuna ushuhuda, tutumie meseji. Nahitaji maombi zaidi, tutumie meseji. Nahitaji kuandikishwa kwenye darasa la maombi kukutana. Ni Benjamin Abeli, niwashukuru watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wamekuepo kwenye madhabahu hii wakimsifu na kumwabudu Mungu na kupiga vyombo kwa ajili ya Kristo. Nawashukuru watu waliko nyuma ya kamera, mafundi mitambo Wabariki sana na uwe na wakati mwema, utunzwe na Yesu Kristo. Shalom, amen. Mungu akubariki sana kwa kuungana nasi katika ibada ya siku ya leo. Mungu akutunze daima. Tunakukaribisha tena katika ibada zinazofuata. Kumbuka ibada hizi na vipindi hivi ni kila siku saa tisa mpaka saa kumi na nusu usiku. Tunakukaribisha sana, usisahau kusubscribe kwenye channel hii kama hujafanya hivyo na usisahau pia kulike kwenye video hii kama hujafanya hivyo pia. Wakaribishe wengine kwa kuwatumia ujumbe huu ili na wao washiriki baraka hizi katika madhabahu hii. Utunzwe na Yesu Kristo. Ni kesha na Kristo. Shalom, amen.